Yani, <laughs> kuna, kuna, kuna sehemu moja ni zarau za kutosha, e, tuhaw yani zile ni zarau ni yani anajisahau sana. <laughs> hey, soe peke yake hata e. Medali pia kuna kauli zitoa kipindi kile wapo Mwanza e, kwa Mtanda, kwa Mtanda ni kuvimba tu, hizi timu zinatia kiburi hawa mm. Na kwa sababu wanajua wakifungiwa watu mtenda mtandaoni kuwatetea huko, sio ana familia na nini, simpati. Ndio hiyo inaleta vinapa kiburi, mlivyoenda mtandaoni ndio na maandiko yenu, ana familia ana watoto ana nini. Kipindi anafanya kosa alikuwa anajua, maana ana watoto. Hawa watu hizi timu zina hapa kiburi. Sasa mimi ijue hii nafikia kati, imekuwa ni mazoea, sasa mazoea, lakini mazoea yanaanzia wapi? Naamini maana hii issue ukifuatilia sana mzizi lazima tarudi kule kule tushuf hivi vitu vingeendelea ndio maana sema sasa, sasa issue ni moja yeah. mm. mm. ni rais wa huo mkoa anamwakilisha mheshimiwa rais wa taifa kwenye huo mkoa ana mamlaka yake Sahihi, ana uwezo wa kuweka lock up wewe kwa mm masaa -hmm. ishirini na nne. Ana uwezo huo wa kufanya hivyo. Ulinzi wako wewe ndani ya mkoa wa Tabora mm. wa Ally Kamwe upo chini ya mkuu wa mkoa, kwa mm. kuleta maneno ya dharau kama yale, huko ni kuvimba kichwa, na kwa sababu unajua na backup yote watakupigia makofi, ambao wale kikamatwa ukikamatwa hata kufanya chochote